Wanajipelekea kwenda kwenye hospitali kwenda kufanya ile kujishona. Shukran sana. Pengine kabla ya kuyashika masuala yake. Sheikh Ali mtaka oh. Ni hapo yeye amesema ya. Ni tena yeye anazaa ya. na najua watu wazungu wanajua kule yeye mtoto nasema

katika vita, wewe umeingia katika mahabusu, katika mkono wa kafiri, na katika una mke wako na zaidi ya moja, na kumsulihisha watu, zaidi ya hapo uongo hapana. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minun. Sema uongo ambao ni sahihi, na hii ni sio sahihi. Eh, ilikuwa ngine, hakuna swala la ndugu yetu Kasim ambalo ni swala lake ya kwanza, amesema nje ya nchi kule anapoishi swala ya maghrib inaswaliwa mwanzo wa saa nne usiku na swala ya isha inaswaliwa saa tano na nusu usiku, na yeye huwa analala mapema. Je, inaruhusika kisali swala ya maghrib na isha kwa pamoja? Alhamdulillah, mimi naona kama kama yeye siku moja amechoka sana, hawezi kusubiri one hour ile mbali ya saa moja balo na nusu bado, na anaona hawezi, usingizi umemshika, bora asali, lakini sio kila siku. Hadithi ya Bukhari Mtume sasema aasema katika, mmoja wenu anasikia usingizi na usingizi umemtawala, asisali alale kwanza, lakini hiyo sio sharia. Tungine wanapata fursa kilawaa usingizi akali, yaani mtu hawezi haelewi.